Wakazi wa Ng'ando wanatilia shaka utendakazi wa maeneo hayo haswa kimiundo misingi, wakisema kuwa serikali haswa ya kaunti na ile ya kitaifa imetekeleza eneo hilo. Wamesema kuwa tangia kulipotolewa ahadi ya kutengenezwa kwa barabara nyingi ambazo zinapita eneo hilo mpaka sasa bado hakujatengenezwa huku barabara nyingi zikiachwa na mashimo makubwa. Ndege iliyokuwa na watu 12 imeanguka katika eneo la uh, Simba Matuga, eneo bunge la Matuga, kaunti ya Kwale. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga ya Kenya Emilia Rao amethibitisha kwamba ndege hiyo nambari ya usajili 5YCCA iliyokuwa na watalii ilikuwa ikielekea eneo la Tembo Masai Mara kutoka Diani kabla ya kuanguka mapema hii leo. Ripoti zinasema kuwa ndege hiyo ililipuka na kuwaka moto. Picha zinazoaminika kuwa za ajali hiyo zinaonyesha vipande vya ndege hiyo vikifuka moshi na kutapakaa katika eneo la ajali. Maafisa wa usalama na mashirika ya serikali wamefika katika eneo hilo la tukio, shughuli za uokoaji zikiendelea. Afisa wa polisi kitengo cha General Service Unit, yani GSU, amefariki baada ya kunaswa au kupigwa na umeme alipokuwa akiosha baiskeli yake katika kambi ya Kimbo kaunti ndogo ya Juja kaunti ya Kiambu. Afisa huyo amefariki amejulikana anajulikana kama constable wa polisi Benedicta Juma Uduor ambaye aliripotiwa kupata ajali hiyo mbaya Jumamosi Uh, alipokuwa akitumia mashine yake ya umeme na kuosha au kusafisha baisikeli yake na mwanafunzi wa chuo kikuu amefikishwa kotini kwa madai ya kuchapisha habari za uongo na za kupotosha kuhusu mitihani ya cheti cha elimu ya sekondari yani KCC mwaka 2025, na kupatikana na vitambulisho kadha vya watu vingine kinyume cha sheria. Kulingana na shtaka na siuma Crispinas Nambafu ameshtakiwa kwa kuchapisha habari za uongo kimakusudi katika tarehe mbalimbali kati ya mwaka elfu mbili au kati ya tarehe 11 Oktoba katika eneo lisilojulikana ndani ya jam, ndani ya taifa kupitia jukwaa la WhatsApp lililoitwa mtihani wa Neko walimu mwaka 2025 mwanafunzi huyo anayesomea shahada ya sayansi ya hisabati na fizikia amepinga mashtaka hayo huku akiachiliwa kwa bondi ya shilingi elfu kumi. Ni taarifa japo kwa mukhtasari, mpenzi msikilizaji, itakapotimu majira ya saa 9 nitarejea na taarifa nyingine japo kwa mukhtasari. Jina langu ni Evans Isohan.